Ndio kitu kilanifanya na kwenda bila uoga. Kwa hiyo walionitukana, watakaoendelea kunitukana, mimi nawatangazia msamaha mapema. Sio kwa sababu namwogopa yoyote, lakini kwa sababu nawaheshimu wanaonipenda na wanaonichukia. Na nawaona wote tunawahitaji katika safari yetu ya pamoja kuijenga chama bora kwa ajili ya faida ya nchi yetu. Kwa hiyo msiogope wale mnaonunga mkono. Mkajaribu kufanya malipizo ya kauli kalikali. Kwa sababu mnaona wenu ama rafiki yenu ametukanwa, amedhalilishwa. Hapana, ame... Ninyi silaha yenu kubwa, kama alivyosema Yesu wakati anafundisha wanafunzi, ninyi ni mkapendane. Kwa hiyo badala ya kutukanana na wenzenu ambao mnawaona ni mahasimu kwenye uchaguzi huu, wapendeni, watangazieni msamaha. Amen. Amen. Amen. Hilo ndilo ninaloliomba. Tunataka tutoke kwenye uchaguzi huu, sio tumeongeza magenge. Tusiwape maadui faida tuna uwezo wa kushinda yawezekana, au wenzetu wanaweza kuwa na uwezo wa kushinda yumkini, yawezekana, lakini pamoja na yote CHADEMA yetu ni ya muhimu na ya msingi kuliko kundi lolote linaloweza kuibuka kidedea katika uchaguzi huu. Kwa hiyo ni ushamba tu, ni ushamba labda, pengine au pengine. <laughs> Akumbuka mwaka elfu mbili na kumi na tisa uchaguzi ule, mzee Sumaye naye alikuja kwenye kinyang'anyiro, mzee wangu, rafiki yangu, Fredrik Sumaye nikatoa kauli moja ambayo nilizungumza kawaida tu, wala sikuwa nani ambaye, nikasema jamani, tunaweza tukaonja asumu kuangalia ukali wake. Ikawa ndio biashara imetoka moja kwa moja. Sasa safari hii sitaki kutumia maneno hayo. Safari hii nawatangazia upendo na watangazia nini? Sasa mimi leo haikuwa siku yangu ya utuba. Leo nimeongea tu, ile chombeza chombeza, msamaha. Yani kwanza nimeanza kutanguliza msamaha, sawa jamani Wanachadema wangapi mnakubaliana kwamba tusamehe wote wale ambao wanatumia taarifa za uongo na upotoshaji? Tosheni mikono juu, Wanachadema tosheni wote mikono juu, kamera zione, dunia ione kwamba sisi tunatangaza msamaha, hatutangazi vita na yoyote sawa sawa jamani? Hatutangazi nini? Hatutangazi vita na yoyote, hatutangazi chuki na yoyote, hatutangazi woga kwa yoyote. Tuna uwezo mkubwa, lakini tunatafuta kitu ambacho kitarudisha kundi la CHADEMA pamoja tukafanye kazi ya kujenga chama hiki, lakini hao wenzetu tunawatangazia msamaha, nao watambue kuna mwisho wa msamaha, kwamba msamaha hautakuwa milele. Msamaha utatolewa, tukiendelea kusema uongo tutafikisha na mahali ambako sipo, ambako naomba tusifike. Sisi wote ni wanachadema, sisi ni familia. Kwa hiyo tuwape nafasi nyingine, na nakanya sana ninyi timu ambayo mtajiita ni timu ambayo inamtetea mwenyekiti Mboya ama inatetea mtu mwingine yoyote, Msiingize lugha za matusi kwa wenzetu, kwa wanachama wenzetu. Wale ni askari wenzetu, ni wapiganaji wenzetu. Hata kama tuna tofauti za kimitazamo ya kiuchaguzi, kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna watu wamenitisha na niambia, usiondoke hapa bila kutoa jibu, usituache nusu nusu, eti tupo bado naenda kufikiria. Sasa ndugu zangu, msinipeleke hivyo, msinipeleke mimi ninaomba niachie. Nimesikia rai yenu, nimesikia rai yenu, nimesikia hisia zenu, naheshimu hisia zenu, naheshimu hisia za wengine wote ambao wamenifikia, viongozi mbalimbali wa mbali mbali, kiroho, madhehebu mbalimbali nimefikiwa na watu wengi, wanazuoni wengi. Niwaambie tu, nimefikiwa na watu wengi, hawakunifikia wengine kwa mfumo mliotumia ninyi wakuja hadharani lakini wamenifikia kwa njia mbalimbali sana. Ninawaomba mnipe masaa 48. masaa 48. Leo ni siku ya Jumatano. Nipeni Alhamisi, nipeni Ijumaa. Jumamosi litazungumza neno langu la mwisho na wahariri wa habari Saa tano asubuhi siku ya Jumamosi nitazungumza na wahariri na, waandami, na waandishi waandamizi hapa hapa katika ukumbi huu kutoa kauli ya mwisho. Mwenyekiti Mbowe naamua nini, lakini nataka wote mtambue, wote mtambue, sihitaji kwenda kwenye vita yoyote ambayo itakipasua chama hiki, ila nahitaji kwenda kwenye vita ambayo itakijenga chama hiki. Ndiyo sababu nikasema hatua ya kwanza mtangaza msamaha. Ili mtu asifikiri Mbowe anaenda kufikiri nikiwa na hasira. Mimi sina hasira. Wala sijiandai na kumpa mtu yote vijembe, japo nitajibu baadhi ya hoja. Lakini nitaangalia kama mwenyekiti mwandamizi wa chama hiki nitaangalia mwenendo wa kampeni kati ya leo mpaka Jumamosi. Nikiona chama changu kinaendelea kwenda kuzamishwa, kamanda, naingia mzigoni. Kwa hiyo kwa sasa hivi niwaache hapo, mtakasirika, lakini kwa sasa hivi nawaacha hapo. Be pause. Kunja ngumi niwaage. Kunja kunja, chalema, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja. Be pause. Be pause. Kwa hiyo na monitor very closely. Kila kinachotokea, mimi si mjinga. Jumamosi nitaamua nifanye nini. Asanteni sana, mbarikiwe. Nimewasikia, nimesikia rai yenu, nipelekeni salamu kwa familia. Asanteni sana tena sana tena mno, kwa moyo wa upendo mlionionyesha, hakika nina deni kubwa kwenu, nina deni kwa chama changu, nina, nina deni kwenu, waandishi wa habari wa na deni kwa watanzania wenzangu, nina deni hata kwa Mungu. Yote na yote, namwomba Mungu aniwezeshe ili madeni hayo tukayalipe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimepata simu jumbe, ugeni wa kila aina kwanza wakinipa pole, wengine naipa mheshimiwa Mbowe pole, tunaona makombora yanayotandikwa huko. Nikawaambia ni kweli, nimepigwa makombora ya kunitosha sana, lakini hakuna kiwango cha matusi, hakuna kiwango cha kejeli, hakuna kiwango cha dharau kinachoweza kunondoa Mbowe katika kuifikiria kesho nayoithamani na kesho nayoitamani, mimi ni chama hiki kikiwa na nguvu na uwezo nchihi wa kuongoza serikali ya nchi hii, kuweza kuleta uhuru wa kweli na maendeleo ya kweli kwa wananchi. Hicho ni kitu ambacho wote niliwaambia, matusi yote ya mitandaoni hayawezi kuninyima usingizi. Kinachoninyima usingizi, tufanye nini, tujenge taasisi imara. Nikiangalia nyukano ndani ya mitandao, naona kabisa makundi yanasigana pasipo sababu. Sio sana. Nimeonya mara nyingi na ninaonya mara nyingine, tusije baadaye tukatafiana lawama kwenye chama, kwa sababu baada ya mwezi mmoja uchaguzi umekwisha. Sasa uchaguzi ukishaisha, tunakuwa wageni wa nani? Tunamhitaji kila mmoja wetu, aliyeshinda na aliyeshindwa, tukijenge chama hiki. Sasa hii miyukano inahitaji utu uzima. Tabia ya kusema moto kwa moto sio wakati wote nasaidia, saa nyingine nagumua. Kwa hiyo mimi niliangalia na nimetafakari kwa kina mambo makubwa yaliyoko mbele yetu. Tunahitaji katiba, tunahitaji katiba, kwa kucheza miguu yote ya diplomasia, ya ushirikishwaji, ya barabarani, kila aina ya silaha itumike, tuipate katiba yetu. Na hii kwetu ni ajenda ya msingi sana katika chama. Tumezianza mwaka jana, tunafanya kitu program inayoitwa grassroots fortification, kukisitisha chama kule chini kwenye vijiji na vitongoji. Bado hatujamaliza hiyo kazi nchi nzima, hiyo kazi inatakiwa iendelee na isimamiwe kwa wivu mkubwa, inahitaji viongozi wenye moyo wa utayari. Tuna kazi, tuko katikati ya vita. Uchaguzi mkuu wa mwaka ujao uko miezi michache tu, kesho kutwa. Nini athari ya kubadilisha makamanda na majemadari wa vita katikati ya mapambano? Busara za kawaida za kisiasa zinakataa. Chadema leo nimebeba matumaini ya Watanzania wengi. Kwa pamoja, lazima tuwe na uwezo wa kitaasisi wa kuruka viunzi vyote vinavyowekwa kwa ajili ya chama chetu, na naona watu wengi wanapiga ramli. Chadema inakwenda kupasuka, Chadema inapasuka, inapasukia wapi? <laughs> Huyo anayefikiria na anayombea Chadema ife yeye kwanza, siyo mwanachadema, labda yuko nje ya chama anategemea chama kitakufa iki chama ni taasisi kamili, sio chama kitauawa na Mbowe ama mtu mwingine yeyote katika chama iki, kwa sababu iki chama kimekwenda zaidi ya kuwa chama cha wanachadema, kimekuwa chama cha Watanzania. Imetafutwa na viongozi wa, wa imani zote, Waislamu Wakristo, waende mwenyekiti, wewe ni mtu mzima, hebu tumie uzima wako, hiki chama kiwe salama. Nikaambia wazee, mwe na amani kabisa, hiki chama kiko salama salmi. Na leo napenda kuwatangazia Tanzania, chama hiki kiko salama sana, kwa kuzingatia yote haya na mengine mengi ambayo sitaki, watosha sana ndugu zangu, kwa sababu najua mmesubiri kwa siku nzima. Nimetafakari kwa kina sana, nimesema mara nyingi, nilitamani kuondoka, lakini siwezi kuondoka katikati ya minyukano iliyopo. Kwa hiyo Chadema nipo, nitakuwepo, nitagombea na mimi na viongozi wenzangu wote wanaoniunga mkono na wasioniunga mkono, naamini tutakutana kwenye mazungumzo. Tukikiweka chama chetu sawa, kila mmoja atoe haki ya kugombea. Mimi sijawahi kuomba kutukusa wagombea wenzangu wa. Anayetaka kugombea tukutane kwa boksi, tufanye kampeni za kistaarabu. Nimewaambia viongozi wa mabaraza vijana, wamama na wazee na viongozi wa wagombea wa chama, kila mmoja afanye kampeni zake akijua ati, ana wajibu wa kukilinda chama. Kila mmoja wetu ajue kushaguliana katika mambo ya kiuchaguzi, kwa mambo ambayo hayana msingi, sio jambo linalojenga afya ya taasisi. Mimi naiwaomba sana wanaoniunga mkono na wasioniunga mkono watambue, naheshimu haki yao. Naheshimu haki yao, lakini haki yao hiyo haiwapi wao uhuru wa kunitukana wala wasifikiri wana monopoli ya kutukana mtu yoyote ama kudhalilisha mtu yote kwa mambo ya uongo. Hatuwezi kuijenga taasisi inayoheshimiana inayojengwa kwenye misingi ya kufitiniana, kuchongeshana, kudhalilishana, kuiumiza kazi inayofanywa na wengine. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana ndugu wahariri wa habari wa na Watanzania wenzangu ambao wamenisikiliza maeneo mbalimbali mbali. Narudie kwa mara nyingine, naomba makundi yote ndani ya chama yakafanye kampeni za kistaarabu kampeni za kujengana na hatimaye za kujenga chama chetu. Asanteni sana kunisikiliza. Ni kidogo, kwa kunisikiliza nitakaa nipumue kidogo, ndugu Balile, wakati huo nikijiandaa kupokea maswali. Na leo niko tayari kujibu maswali hata mia, na nitakapomaliza ku, kupokea maswali na kuyajibu nitaondoka kwenda makao makuu kuchukua fomu kwa fomu za kugombea uwenyekiti wa CHADEMA Taifa, na nitaomba viongozi wenzangu waandamizi nisindikize tukakamilisha kazi hiyo leo, na Mungu awabariki kujenga taasisi inayoheshimiana, inayojengwa kwenye misingi ya kufitiniana, kuchongeshana, kudhalilishana, kuiumiza kazi inayofanywa na wengine. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana ndugu wahariri wa habari wa na Watanzania wenzangu ambao wamenisikiliza maeneo mbalimbali. Narudie kwa mara nyingine, naomba makundi yote ndani ya chama yakafanye kampeni za kistaarabu, kampeni za kujengana na hatimaye za kujenga chama chetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nitakaa nipumue kidogo, ndugu Balile, wakati huo nikijiandaa kupokea maswali, na leo niko tayari kujibu maswali hata mia na nitakapomaliza kupokea maswali na kuyajibu, nitaondoka kwenda makao makuu kuchukua fomu kwa fomu za kugombea uwenyekiti wa CHADEMA Taifa, na nitaomba viongozi wenzangu waandamizi nisindikize tukakamilishe kazi hiyo leo. Na Mungu awabariki.